Ambao mnasema kwamba tunaenda kuambatana pamoja kutembea kukomboa wanawake na wasichana, hebu nyanyueni mikono kwanza nione, au nijihurumie tu. Ni wanaume wadau, njoni, njoni, njoni, njoni, njoni. Hebu wanaume wote tafadhali, mnanifuata hivi, tunazunguka, tunatembea, tunahamasisha maandamano ya wanaume kukataa. Kama wewe wanaume, kama wewe ni mwanaume ufike hapa, nifuateni, nifuateni. Wazee wa mila twende twende twende, twende wanaume hapa njoni njoni twende tuseme andamano ya wanaume mwaka 2026 wanasema kuoa wanawake ambao wamekatiliwa ni gharama kubwa sana inawezekana kuoa mwanamke ambaye hajakatiliwa ambaye ana afya njema ana hisia njema na yeye na mtoto ana afya njema njoni Wanaume, wanaume ta hatutaweza kushinda vita ya ukatili ya wanawake kama wanaume hawajaamua kuunga mkono, tutakuwa tunadanganyana tu. Wanawake, piga makofi kwa wanaume. Wadisembi, bana hey. Wote hey. Peke yao hawataweza bali hey. Wanaume wakiingia kwenye vita inawezekana. Wanaume hey. Wan hey. hey. hey. Inaimani mpango wetu utafanikiwa na ni tarudi sana Monduli kuja kusema iliwezekana.